Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV, naitwa Kasmiri, na katika story, story leo, kipindi maalum nimekuandalia mastaa watano ambao waliwahi kubakwa. Maisha ni safari ndefu sana, kila mmoja kuna wakati anapitia matukio ya kufurahisha na kusikitisha pia. Kwa mastaa imekuwa ni rahisi kubaini, haswa kwa baadhi ambao umekuwa wamerahisisha kuelezea mazuri na mabaya waliopitia katika maisha yao. Kupitia kipindi hiki maalum, utaona simulizi za baadhi ya mastaa waliowahi kubakwa ama kunusurikwa kufanyiwa kitendo kama hicho. Mmoja wa mu ambaye amekuwa ni muhanga wa tukio kama hili ni mwanadada Irene Uwoya kutoka kwenye kiwanda cha Bongo Movie au tasnia filamu Tanzania. Irene Uwoya anaingia kwenye orodha ya mastaa watano wa simulizi ya kubakwa ambapo aliwahi kusimulia kuwa akiwa na umri wa miaka kumi na nane alitokewa na tukio ambalo hawezi kulisahau maishani mwake. Uwoya anasema yeye na rafiki zake walikuwa na tabia ya kwenda kwenye nyumba ya mfanyabiashara mmoja mwenye asili ya kiesha aliyekuwa akiishi Mbezi Beach jirani na akina Uwoya na walikuwa wakienda kuangalia movie, movie nini ikawa ndio hivyo. Uwoya anasema kwamba siku moja wakiwa kwenye sebule ya tajiri huyo aliyekuwa akiishi peke yake, alimwita chumbani kwake. Kwa kuwa walikuwa wamezoeana sana, hakuwa na wasiwasi wasi. Akaingia ndani, lakini cha ajabu mwanaume huyo akafunga mlango akaanza kumlazimisha kufanya naye mapenzi kwa nguvu, yani akaanza kumvua nguo, kumchombeza chombeza hivi. Uwoya anasema alipiga kelele huku akipigapiga yule mlango ndipo wenzake wakaenda kumsaidia, na alipofunguliwa tu alipata upenyo na kutimua nduki, yani na kuacha wenzake wakiwa pale bado wanacheki movie. So pole sana Irene Uwoya, lakini stori nyingine inamhusu anti Lulu, unaweza ukamwita Lulu Semagongo, naye ni miongoni mwa mastaa wenye simulizi ya kubakwa. Yeye anasema kuwa alibakwa na rafiki wa familia ambaye alikuwa akijitolea kumsaidia masomo yake, kumbe alikuwa na alikuwa na lake. Yani, unajua ile jamaa fanya kama anamsaidia hivi katika masomo yake, kumbe alikuwa na lake jambo, na alifanikiwa lengo lake. Anti Lulu anasema kuwa mwanaume huyo ambaye hawezi kumtaja jina alifanikiwa kumbaka kirahisi sana kwa sababu familia yao ilikuwa ikimwamini, lakini bado baada ya tukio hilo alikimbilia nje ya nchi na mpaka leo hafahamiki alipo. So, ah, pole sana Anti Lulu. I say pole sana. Na stori nyingine msichana wa tatu ambaye amewahi kusimulia pia ilimtokea tukio kama hilo si mwingine bali ni Kidoa. Asha Salumu huyo mdada naye eh, anaingia kwenye skendo ya mastaa wenye simulizi ya kubakwa baada ya kukutwa na tukio moja hivi karibuni. Inadaiwa kuwa akiwa kwenye studio moja iliyopo Magomeni jijini Dar es Salaam alipokwenda kwa lengo la kupiga picha yani. Si unajua ma selfie selfie hivi eh, kawa hivyo yani. Sasa kilichofuata alikuwa akavalia mavazi ya kimitego sana, mpiga picha kuzaenda ukamshinda na kumvamia hapo hapo. Ila siri inabaki kwa Kidoa, ambaye alipoulizwa kama alibakwa au la, alisema hataki kulizungumzia swala hilo kwa sababu linamuumiza moyo wake. So eh, bwana ah, pole sana. Na stori nyingine ambayo ni kubwa ni namhusu mwanadada Shishi, si mwingine bali ni Zohena Muhammedi Shilole. Yeye eh, anasema kuwa kwa mara ya kwanza jinsi alivyobakwa na mpenzi wake aitwaye Makala Elia. Shilole alisema alifanyiwa hivyo alipokuwa na umri wa miaka kumi na sita na hatimaye akapewa ujauzito, yani ikawa ndo mwanzo wa Shilole kuzaa. So da ah, ewane ndo hivyo. Pia na stori ya tano na nikikamilisha, kati ya stori ambazo za mastaa wa kike ambao wamefanyiwa mchezo kama huo ni mwanadada Sanchoka, dada mwenye umbo zuri kushinda wote kibongobongo. Huyu dada alianza kufahamika kwa jina la Sanchoka ila sasa anaitwa Sanchi, jina lake kamili likiwa ni Jenny Rimoy. Aliwahi kuongea na Globo TV na kudai kuwa akiwa na umri wa miaka sita sita hivi alinusurika kubakwa na rafiki wa mjomba wake. Alipobanwa zaidi kuhusu tukio hilo, alisema hapendi kulizungumzia kwa sababu linamuumiza moyo wake. So kufikia hapo mi sina la ziada ni kutakia tu kuendelea kuchekicheki um, kufuatilia matukio yetu yanayorushwa hapa moja kwa moja Global TV kupitia mitandao ya kijamii Twitter, Instagram pamoja na Facebook at Global TV. Subscribe sasa ili usipitwe na matukio mbalimbali mbali ya kimichezo, ya kisiasa pamoja na kijamii. Mi ni mjanja wako Kasmiri Mseleche, wakati mwema.